Msikilizaji, kumbuka, matangazo haya yanaendelea kujia mbashara kutoka hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya mubashara kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, vilevile mtandao vile wa YouTube, dakika 15 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki Tupate habari za michezo. Karibu Alfred, tujuzi nini uh, kimejiri viwanjani jioni hii. Asante, tuanze kwa mashindano ya riadha yanayoendelea jijini Tokyo, Japan, ambapo Noah Lyles raia kutoka Marekani ameweka rekodi katika mbio za mita 200 kwa kuandikisha sekunde 19.51. Mm -hmm. Rekodi inaendelea kuandikisha bila shaka, wanariadha mbalimbali wanaendelea kuandikisha rekodi, lakini tusubiri tuone eh, ni wanariadha wangapi kutoka Afrika watakuwa wanaandikisha rekodi bila shaka mm -hmm. Beatrice Chebet kutoka Kenya mefuzo katika hatua ya makundi katika mbio za mita 1500 kwa kuibuka wa kwanza katika kundi lake. Nadia Batokleti kutoka taifa la Italia na Shelby Holifan kutoka taifa la Marekani wakishikilia katika nafasi ya pili na tatu mtawalia. Kundi la pili katika mbio hizo liliongozwa na Gudaf Segi kutoka Ethiopia, huko Fith Kipigoni kutoka Kenya na Ross Davis kutoka taifa la Australia wakishikilia nafasi ya pili na ya tatu. Wanariadha wengine waliofuzwa katika mashindano hayo ni Medina Eilsa kutoka taifa la Ethiopia, Joe Cheptoyek kutoka Uganda na Agnes Jebet kutoka Kenya. Bila shaka Beatrice Chebet kutoka Kenya na Faith wote watakuwa wanashiriki uh, katika mbio hizo na ilst nilimsikia... wanaingia finali. Mm, mm, finali na nilisikia Faith akisema kwamba wote watakuwa wanatafuta kushinda, lakini atakayeshinda wala hakutakuwa tutajua nata... ni nani kwa mm -hmm. sababu leo Faith Kipyegon na meibuka wa pili katika konde lake mm -hmm. konde lake, kumbuka kwamba imeongozwa na Gudaf Tsegay kutoka taifa la Ethiopia mm -hmm. bila shaka na wakati huo huo upande wa mbio za mita 800, Meri Mora kutoka Kenya alimaliza katika nafasi ya pili, e, kundi la pili, naye Linda Odira kutoka taifa la Kenya akiongoza katika kundi la tano na kufuzu. Wengine waliofuzwa katika mbio hizo ni Sige Duguma kutoka taifa la Ethiopia na Asia Razike kutoka Moroko, nao Sara Mora ke... kutoka taifa la Kenya na Halima na Kai kutoka Uganda ni kati ya wale ambao hawakufuzu katika mchujo, lakini kuna kesi inaendelea kuhusiana na huyu Sara Mora mm -hmm. Wanasema kwamba aligongwa aligongwa na mkimbiaji mmoja, ndiposa kuweza alikuwa katika nafasi ya kumaliza na yeah, kufuzu. Kufuzu. Kwa hivyo kuna kesi ambayo inaendelea. Emmanuel Wanyonyi pia kutoka taifa la Kenya na Marco Arop kutoka Kanada waliwakilisha katika upande wa wanaume kwenye mbio za mita mia nane ambapo pia waliweza kufuzu katika fainali. Kwa hivyo watakuwa wanaingia fainali katika mbio za mita mia nane. Bila shaka, Afrika Mashariki watakuwa wanamtazama Emmanuel Wanyonyi kutoka Kenya na Meri Moraa kutoka Kenya vilevile, nam alafu, ukiingia upande wa wanaume hasa mita mia nane. mm -hmm. Iwapo e, si Wanyonyi, basi kuna huyu ambaye anaitwa Marco Arab, huwa anasumbua sana, najua mm -hmm. <laughs> uwe na mata na <laughs> <laughs> tutasubiri tuone, itakuwa na ushindani bila shaka. Kwenye raga ni kwamba gwiji wa raga kutoka Kenya Humphrey Kayange amepata ya uteuzi mwingine wa heshima katika ngazi ya kimataifa, hatua inayozidi kuimarisha rekodi yake ya kuvutia katika uongozi wa michezo duniani. Kamati ya kimataifa ya olimpiki LOK imetangaza kuwa Kayange amechaguliwa kujiunga na kikundi kipya cha michezo ya Olimpiki ya vijana kama sehemu ya mpango wa loko unaoitwa fit for the future inayolenga kuunda mustakabali wa harakati za Olimpiki kwa muungano ujao. Tukienda katika soka ni kwamba kocha mkuu wa timu ya wanawake ya Kenya Rising Starlets nchini Kenya miaka ishirini Jacqueline Juma ametangaza kikosi chake kitakachosafiri kwa ajili ya mechi ya mkondo wa kwanza raundi ya pili ya kufuzu katika kombe la dunia la FIFA under 20 kwa wanawake mwaka 2026 huko Ethiopia dhidi ya Ethiopia. Dhidi ya Rising Starlets watacheza mechi ya mkondo wa kwanza siku ya Jumapili e, katika uwanja wa Abebe Bikila ulioko Addis Ababa kuanzia saa tisa la siri kwa saa za Afrika Mashariki. Mechi ya marudiano imepangwa kuchezwa Jumapili, Septemba mwaka Septemba tarehe 28 mwaka 2025. Bila shaka tuna sekunde chache kukamilisha kwa haraka bila shaka. A, tukamilisha kwa haraka tukiingia kwenye ratiba ya ligi kuu ya klabu bingwa bara ya Ulaya ambayo itakayochezwa leo ni kwamba Club Brugge atavana na Monaco, Copenhagen watavana na Leverkusen kisha Manchester City watavana na Napoli, Frankfurt watacheza na Galatasaray kisha Sporting watacheza na Kairat Almaty na Newcastle bila shaka watavana na Barcelona. Ni kushukuru sana Alfred Lobawoi kwa habari za michezo. Karibu. Tuupate makala we.